Nashukuru sana serikali ya awamu ya sita kwa jinsi ilivyoangalia mkoa wa Mbeya katika sekta ya miundombinu, kwa sababu toka imeingia madarakani kiasi cha shilingi bilioni 286 zimetengwa katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo na hasa barabara katika mkoa wa Mbeya. Mradi mkubwa ambao unaendelea sasa hivi ni mradi wa njia nne unaanzia pale Nsalaga mpaka Ifisi kilomita 29 ni gharama ya shilingi bilioni 138.726, inaendelea vizuri chini ya mkandarasi CHICO kutoka China. Tumeshamlipa sasa hivi kama bilioni 24 na, na kazi inaendelea, tumefikia asilimia 34. 4 E, mradi uko mjini na changamoto za hapa na pale, moto za kuondoa mabomba ya maji, nguzo za umeme, TTCL. Lakini changamoto tunashukuru kwamba tunashirikiana na sekta husika na taasisi zingine kwa ajili ya kuviondoa na mradi unaenda vizuri. Kwa hiyo, mradi sasa hivi unaenda vizuri kwa asilimia 34 na imani tamaliza kadri ya mkataba unavyo unavyohitaji. Mji wa Mbeya ndio kama mji mkuu wa nyanda za juu kusini na magari hapa ni mengi sana. Kutoka Tunduma, kutoka Dar es Salaam, yamechoka yanakuja first stop huwa ni hapa Mbeya. Wakati yanaelekea kuvuka mpaka aidha kwenda Malawi au kwenda kwenda Zambia na Kongo pia. Kwa hiyo kwa kweli kwa kuamua kuweka njia nne hapa mji wa Mbeya kwetu sisi naona kwa kweli ni tunasema ni shukurani kubwa kwa serikali ya awamu ya sita kwa sababu tabadilisha maisha ya watu wa Mbeya lakini si watu wa Mbeya tu na kanda za juu kwa ujumla kwa maana mikoa ya Songwe mikoa ya Njombe mikoa ya Iringa na pia mikoa ya Rukwa, na pia ya Rukwa Katavi kwa hiyo na, na imani kwamba barabara hii itakapokamilika itabadilisha sana sura za, sura ya mkoa wa Mbeya kwa sababu tunajengwa njia nne, yaani upande wa kushoto kuna magari mawili, upande wa kulia magari mawili, na tuna katika tunaacha greenland. Kwa hiyo itakuwa ni mji ambao kwa kweli utakupa mji mzuri, na foleni itakuwa ni historia katika mji wa Mbeya. Lakini pia katika huu mji, katika bujenzi wa barabara, tunakusudia pia kuweka taa kilomita zote 23 tunaweka taa, ili hata watu wanapopita kwa nyakati za usiku wapite bila kuwa na, na wasiwasi wowote. Lakini pia wananchi waweze kufanya hata biashara zao hata kipindi cha usiku na mchana. Kwa hiyo tuna imani ukamilika kwa barabara ya njia nne, tutakuwa tuna maendeleo makubwa sana ya kijamii na kiuchumi katika mkoa wetu wa Mbeya. Mradi mwingine ni mradi wa Songwe Airport. Huu Songwe Airport pale kulikuwa na miradi mitatu. Kwanza kulikuwa na ujenzi wa lile jengo lile jengo la abiria kwa gharama shilingi bilioni 14 ushakamilika kwa asilimia 100%, lakini pia tulikuwa na ujenzi wa Karabati Runway. Runway ina kilomita 3.3 gharama shilingi bilioni pia kumi na nne, lakini pia tulikuwa na kuweka taa za kuongoza ndege hizo pale uwanja wa ndege wa Songwe, bilioni 33. Kwa, kwa wa sababu ni, ni jengo nzuri runway kilomita 3.3 ni ndefu kabisa ndege yani yote inaweza ikatua usiku na mchana. Kuna mradi wa kule Kasumuru, tunapakana na Malawi, tunajenga USBP ni kituo inachojumuisha sekta mbalimbali katika mpaka. Utakuwa na kituo cha forodha pale, utakuwa na uhamiaji, utakuwa pia na polisi, ukaguzi wa vifaa vinavyotoka nje na kuingia TBS, utakuwa pia na ukaguzi wa mifugo inayotoka na ina kuingia nchini. Kwa hiyo nafikiri mpakani, unajua mambo yalivyo mengi. Kile kituo kwa gharama shilingi bilioni ishirini na sita kile kimekamilika kwa asilimia tisini na tatu bado vitu vichache vichache tu, lakini kimeanza kufanya kazi toka mwaka jana mwezi wa kumi na mbili. Mradi Katumba Mbwambo mpaka Tukuyu kilometa jumla themanini na sita loti mbili zinaendelea pale Katumba Mbwambo Katumba Rupaso akatumba lupaso 35.3 kwa gharama ya shilingi bilioni 54.0 nane nane. Pia hapo hapo kuna loti nyingine inaanza pale mpaka bridge mpaka Kibanje kilomita 20.7 kwa gharama ya shilingi bilioni 32.041. Kwa ujumla kabisa pale takriban shilingi bilioni 86 imetumika pale kwa ajili ya barabara Katumba Bwambo mpaka Tukuyu. Wananchi wa kule wanaona kazi nazoendelea kandasi yuko site, hasa hasa loti namba 3, ameanza kwa kuchelewa, lakini kazi inaenda vizuri. Sasa hivi ana 3% nimeshamlipa kwa kandasi, anaendelea lakini hivi ninavyoongea tena leo nimeshapokea hela zingine bilioni 2.7, kwa ajili ya kulipa advance payment ya loti 4. Kwa hiyo nashukuru sana, hamu ya sita, kwamba ile kazi sasa, loti zote tatu, kwa sababu ziko pamoja, loti namba 3, loti number 4, kumbe loti tatu naenda loti namba 4. Kuna program ya SEC ambayo serikali imechukua kopo kutoka benki ya Dunia. Tunaendelea vizuri, ndio. Tuna madaraja matatu ambayo jumla yake shilingi bilioni 19, daraja la Sungwe ili kwa asilimia 90 na usipani yake ni mita 40 katika barabara hii ya Tanzania. Daraja kubwa tumeshakamilika kwa asilimia 90, lakini pia kwa barabara ya Mbeya-Rungwa sehemu za Makongoros sehemu inaitwa Rupa, unajenga daraja kubwa spani ya mita 43, gharama shilingi bilioni 5 5.6, lakini pia kuna daraja la Biti Manyanga tunajenga barabara hiyo hiyo Kwenye spani ya mita ishirini na tano kwa gharama ya shilingi bilioni nne pointi sita. Na madaraja yote haya yako kwa asilimia zaidi ya tisini sasa hivi ninavyoongea. Kwa hiyo muda wake ulikuwa unaisha tarehe kumi na moja mwezi Novemba, sasa hivi kwa asilimia tisini. Madaraja kama madaraja yalishakamilika, sasa hivi tunachoweza paki ni kuweka njia za kuingia daraja, tunaita approach roads. Hizi zilikuwa ni, ni reflection ya ile mvua iliyonyesha ya El Nino mwaka elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne ambayo iliathiri sana Miundombinu yetu na hasa madaraja. Kwa serikali kaja na modalite kwamba baada ya kujenga embankment na nini? Jengo hili ambacho ni, ni cha kudumu. Kwa sababu kama unakumbuka kipindi kile madaraja ni athirika sana. Na mara nyingi kwenye barabara zetu madaraja yanapoathirika kero inakuwa kubwa sana kwa wananchi na usafiri na usafirishaji. Kwa serikali na ishukuru kwa kuona kwamba tu tengeneze madaraja au tujenge madaraja ambayo kimsingi huwa ndio kero kubwa hasa mvua zinapokuwa zinanyesha zina, zina, zikizoa usikondoare madaraja inaleta usumbufu mkubwa kwa wasafiri na wananchi kwa ujumla.